Huduma ya Misitu ya Korea Kusini imesema kuwa maofisa wa zimamoto wanaendelea kupambana kudhibiti moto wa nyika ambao umelipuka kwa zaidi ya siku tano mfululizo katika maeneo mbalimbali nchini humo. Shirika la habari la Reuters limeripoti leo Alhamisi Machi 27, 2025, kuwa mamlaka nchini humo zimesema kuwa moto huo umesababisha vifo vya watu 26 huku 20 wakijeruhiwa na maelfu wakiahama makazi yao kukimbia madhara. Moto huo unadaiwa kuwa unateketeza misitu maeneo kadhaa katika kusini mwa Korea Kusini ambapo, maelfu ya maofisa wazimamoto na wanajeshi wanahangaika kuzuia vimulimuli vya moto huo kutosambaa kwa kasi. Mioto zaidi ya 12 ilizuka mwishoni mwa wiki, na kulazimisha takriban watu elfu 27 kukimbia makazi yao ili kuepuka madhara. Huduma ya misitu ya Korea Kusini ilisema kuwa, kufikia Jumatano asubuhi, wa wazimamoto walikuwa wakipambana na moto wa misitu mitano na uwaka kote nchini humo. Idadi ya vifo iliongezeka hadi 26 siku ya Alhamisi baada ya moto uliochochewa na upepo mkali kuteketeza vitongoji na kuharibu hekalu la kale nchini humo. Miongoni mwa waliouawa ni rubani wa helikopta ya kuzima moto ambaye alifariki baada ya ndege yake kuanguka katika eneo la mlima huko Uiseong nchini Korea Kusini. Shirika rasmi la habari la Korea Kusini la Yonhap liliripoti kuwa waathiriwa wanne walipatikana wamefariki kwenye barabara usiku wa Jumanne baada ya gari lao kupinduka walipokuwa wakijaribu kukimbia moto huo ambapo walianguka hadi kufa. Moto huo wa nyika ulianza siku ya Ijumaa jioni katika mji wa Sancheong, jimbo la Kaskazini mwa Gyeongsang, kabla ya kusambaa hadi eneo jirani la Uiseong ambalo liko takriban kilomita 180 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Korea Kusini wa Seoul nchini humo. Moto huo hivi sasa umeenea hadi katika eneo la Andong, Cheongsong, Yeongyang na Yeongdeok nchini humo. Maofisa wa serikali eneo la Andong na miji mingine kusini mashariki wamewaagiza wakazi kuhama, wakati wazima moto wa zimamoto wakijitahidi kudhibiti moto huo, ambao umeteketeza zaidi ya hekta elfu kumi na saba, yani ekari elfu arobaini na mbili, za misitu na kuharibu mamia ya majengo ikiwemo hekalu la Gounsa Liloko, liloko zaidi ya miaka elfu moja, huko Uiseong nchini Korea Kusini. Hazina za kitaifa zilizohifadhiwa katika hekalu hilo la Kibudha ambalo lilijengwa mwaka 681 zilihamishiwa kwa usalama katika maeneo mengine ya nchi kulingana na shirika hilo la Yonhap. Mamlaka pia zimetangaza hali ya tahadhari ya dharura kwa kijiji cha Hohoi, eneo lililo kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO ambalo ni maarufu kwa watalii katika eneo la Andong huku moto huo ukikaribia eneo hilo. Na nukuu, moto wa msitu wa sasa uko takriban kilomita 8, yani maili 4.9, kutoka kijiji cha Hohoe. Ofisa wa huduma ya urithi wa Korea Kusini alisema, akiongeza kuwa maroli ya kuzima moto na wazima moto kadhaa wako tayari na wananyunyiza maji kuzuia moto huo kusambaa kwa kasi eneo hilo. Mtaalamu wa majanga ya misitu katika taasisi ya taifa ya sayansi ya misitu ya Korea Kusini, Lee Byung Do, alisema kuwa moto wa Uiseong umeonyesha ukubwa na kasi ambayo awali haikutarajiwa. Kaimu rais wa Korea Kusini, Han Duck Soo, alisema kuwa moto huo ni imara ya kwanza kutokea kwa ukubwa huo katika matukio ya moto ya nyika yaliyowahi kurekodiwa nchini humo. Kwa siku ya tano mfululizo wa moto wa msitu unaoendelea katika Ursani na eneo la Gyeongsang imesababisha uharibifu usiokuwa wa kawaida, alisema Han Dakso, ambaye ni kaimu rais wa nchi hiyo kwa sasa. Moto huo unazidi mifano yote ya utabiri na matarajio ya awali ambayo yalikuwa yamewekwa kwamba moto huo ungeweza kusababisha. Kwa mujibu wa Yonhap, jeshi la Korea Kusini limepeleka takriban wanajeshi elfu tano na kutuma helikopta 146 kusaidia kuzima moto huo pamoja na maelfu ya wazima moto wamesambazwa kote nchini humo. Takriban wafungwa mia tano kutoka gereza moja pia wamehamishwa katika vituo vingine vilivyo nje ya eneo hilo la hatari ambalo liko hatarini kukumbwa na moto huo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayojili kuhusiana na moto huo ambao unaendana na ule moto ambao ulilikumba taifa la Marekani na kuteketeza maeneo kadhaa wa kadhaa na yaliyokuwa yanakaliwa na mastamba mbalimbali nchini humo hususan ni eneo la Los, Los Angeles huku ukisababisha vifo vya zaidi ya watu 28. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.